Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa, wa TACTIC ni mojawapo kati ya miradi inayofadhiliwa na serikali kupitia mikopo kutoka Benki ya Dunia ambao una thamani ya jumla ya, ya dola za Kimarekani milioni mia nne na kumi sawa na shilingi za Tanzania trilioni moja point moja. Malengo ya mradi huu ni kuboresha miundombinu katika halmashauri 45 za Tanzania halmashauri uh, hizo ni miji mitano, kuna manispaa kumi na sita na majiji matano, manispaa kumi na sita na halmashauri za miji ishirini na nne. Utekelezaji wa mradi umegawanyika katika maeneo vipengele vitatu, ambapo kipengele cha kwanza ni ujenzi wa miundombinu mbalimbali zikiwemo barabara na miundombinu mingine kulingana na mbele ya halmashauri husika. Kipengele cha pili ni kuimarisha usimamizi wa uendelezaji miji, yani urban planning, management and development control. Na kipengele cha tatu ni kuboresha mazingira ya uwekezaji ili kukuza uchumi wa halmashauri husika. Mradi uligawanywa katika makundi matatu na utekelezaji wa, wa, wa haya makundi matatu huko katika awamu pia tatu ambayo inalingana na ukuaji wa mji lakini kwa maana ya uongezeko la la, la watu na, na na pia na, na ukuaji wa mji wenyewe. Halmashauri ya Manispaa ya Singida imo kwenye kundi la pili linalotekeleza awamu ya pili ya mradi huu, yaani Taiwan. Miji yote 45 inayotekeleza mradi huu mheshimiwa genrasmi kama ifuatavyo: Kundi la kwanza ambayo inajumuisha miradi miji ya Arusha, Dodoma, Geita, Ilemela, Kahama, Kigoma, Ujiji, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Songea, Sumbawanga na Tabora. na Tabora na miji ya kundi la pili ni miji ya Babati, Bariadi, Bukoba, Iringa, Kibaha, Korogwe, Lindi, Moshi, Mpanda, Mtwara, Musoma, Njombe Nyanga, Tanga na Singida. Na miji mingine ambayo iko kwenye kundi la tatu ni miji ya Bagamoyo, Bunda, Chato, Handeni, Ifakara, Kasulu, Kondoa, Mafinga, Makambako, Masasi, Mbinga, Mbulu na Nyamba, Newala, Nzega, Tarime, Tunduma na Vwawa. Mheshimiwa Mgoni rasmi, kama nilivyokwisha kusema halmashauri ya manispaa ya Singida ipo kwenye kundi la pili kati ya zile halmashauri kumi na tano na uh, utekelezaji wa miradi ambayo imepangwa eh, katika manispaa ya, ya, ya Singida nitaieleza hapa. Utekelezaji wa miradi ya taktiki ulianza mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na moja na baadaye usanifu wa kundi la kwanza yani tiawani mwaka elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na mbili. Utekelezaji wa kundi la kwanza ulianza mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu sehemu ya kwanza, yani package wa, na yani na tatu kwa sehemu ya pili sehemu yani package ya pili package package ya pili ilianza mwaka elfu mbili na ishirini na nne katika kundi la pili ambalo ni itaya tu ambayo na Manispaa ya Singida ipo usanifu ulifanyika mwaka elfu mbili na ishirini na nne na kisha zabuni kutangaza mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hivi sasa wakandarasi wameanza kazi katika maeneo mbalimbali, na kwa, kwa maana kwa hii mikataba ya pakeji ya kwanza, na kwa hapa Singida leo tupo tayari kusaini mkataba huo. Miradi ya sehemu ya kwanza ina pakeji wani ambayo leo utaishuhudia katika mji wa manispaa ya Singida. Ni, so, ni ujenzi wa soko kuu la vitunguu, soko la kimataifa la vitunguu, lakini pia kuna ujenzi wa barabara za mijini, yani mjini kati wa CBD pamoja na barabara za viwandani zenye jumla ya urefu wa kilomita 7.52, lakini pia tuna ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua unaitwa mtaro wa Mnung'una wenye urefu wa kilomita 2.6 pamoja na ujenzi wa soko la ofisi ya wataalam wasimamizi wa mradi. Mkandarasi aliyeshinda zabuni hii ni MS Sihotech Engineering Company Limited, JV AMJ Global Multi Contractors kwa gharama ya shilingi bilioni 24 milioni 748 laki 966,236.05 bila ya kodi ya ongezeko la thamani na muda wa utekelezaji ni miezi 15 kuanzia tarehe 15 Juni. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mradi huu wa taktiki, maeneo mengi tumepata wakandarasi wa Kichina, lakini kwa manispaa ya, ya Singida tumepata bahati kupata mkandarasi mzawa na, na, na, na, na yeye pia yupo anafanya kazi maeneo mengine, na katika kulinganisha utendaji wake kazi pamoja na utendaji wa wakandarasi wa Kichina katika maeneo ambayo wamepata mkandarasi huyu yuko mbele kwa zaidi ya asilimia ishirini ukilinganisha na wale wakandarasi wa Kichina. Kwa hiyo uh, mheshimiwa mgeni rasmi, nitoe wito pia kwa wakandarasi wazawa kuendelea kujitokeza kwa wingi hatika kutenda katika miradi hii, itasaidia sana kubakisha uchumi wa nchi hapa hapa nchini kwetu badala ya kuwapa wachina ambao kwa eh, wa sehemu kubwa pesa zinarudi nchini kwao. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mgeni rasmi naomba